Uh, majina ya wale walioitwa kusimamia vituo vya kupigia kura na wasimamizi wasaidizi wa vituo vya kupigia kura jimbo la Kasulu Vijijini. Uh, usaili utafanyika tarehe 11 mwezi wa 10 2025 katika chuo cha ualimu Kasulu kuanzia saa mbili asubuhi. Majina ni kama jinsi yanavyoonekana katika video hii, unaweza kuona majina haya, na mimi sitaweza kusoma haya majina hilo. Unachotakiwa kufanya ni kujiunga na grupu letu ili uweze kuchukua majina haya na kuweza kutafuta jina lako ili uweze kuripoti katika kituo cha kufanyia usaili siku ya tarehe 11 mwezi wa kumi. Na kama ni mara yako ya kwanza kuingia katika channel hii ya Feaboy, tafadhali bonyeza neno subscribe, like video hii, share video hii kwa wengi zaidi, lakini pia jiunga na grupu letu la WhatsApp, link nimekuwekea katika description na kuweza kupata huduma zetu za internet service linki pia nimekuwekea katika grupu letu hapo, na katika description ya video hii utaweza kupata linki ya kujiunga na grupu letu. Nikushukuru wewe ambaye tayari umeshaweza kusubscribe na unafuatilia update zote katika channel hii ya Fairboy TV. Asante na karibu.